kazi pamoja. Si ndio? Tunakuwa na procedures au kwa namna gani tunakuwa, si ndio? Na swala lako breach ya kwanza, tunafanya mara ya kwanza tupewa bonus. Ndio hivi. Ndio hivi. Sawa. Ukirudia mara ya pili tutenda kama hicho, unapewa severe reprimand. Ambayo ni onyo kali. Pamoja. Ukirudia mara ya tatu tutapewa fine. Ukirudia kwa mara ya nne ni demotion. Sema, ni demotion maana ni kushushwa cheo. Sawa. Na ukirudia kwa mara ya tano tunasema termination of service, tutakuachisha kazi. Umelewa? Umelewa reaction station, jibu ni ndio, utaona reaction station kwa sababu tuna junction ya kuelekea Mwanza na junction ya kuelekea Kigoma. Swali la pili, nitajibu swali la kipara ambao walikuwa wanataka kutishia ni mota ikiwa beywa zimefungwa nyuma ya bidii wakati wa usiku kutokana na rules. Hata kama utakuwa umepewa sheria si kutoka kwa jiji hilo swala ni aliruhusiwi. Swali lingine nitajibu kuhusu endorsement za Olimoda. Aliuliza Jiano kwamba endapo umepata deliver kwa Olimoda, je, ile Olimoda itaweka wapi kwa shughuli, labda kutoka Tabora kwenda Ruhaburu, ile Olimoda kama ni ya kilomita 200 section yake Lulanguru atapeleka ni moja wapi Lulanguru, na kama atakuwa anaishia hapo, kitafanya na kurudi, itabidi nanga lulinanga nini oliginati station Ile ile warning order ukisha ipokea kwenye station yako, mmoja kasema you must cancel na iweka kama. Ikiwa bahati nzuri, unafanya kazi kwenye paper lade unabandika pia nyuma kwenye reply book ile ambayo pia kule kule nyuma kuna hiyo eh, portion E sawa sawa. Ila ikiwa bahati mbaya wanafanya kwenye token system, ukienda station ndio ile inawaambia general room mia moja na mbili B. Ukienda kule field, una- utakuta kuna kuna master kule wamefanya nchi zao wenyewe wamepelekea wame fundi seremala oda akachongea kaubao kadogo tu, alafu anamwambia weka, weka spo pale like, katikati wima hivi ko kila aina ya uoni moja ikifika, unachoreka pale najipaili pale ili, pa. ili akija akija inspector akagua ba hizi a namba zote nakagua nauli pale zinakuwa disembe pale. Zikishajaa unachukua bahasha unazichomoa zile zi zote unasema kwenye bahasha, unaangalia tarehe ya kwanza ile ya chini ilikuwa tarehe ngapi, mwezi leo gani, na ya juu kabisa, unaandika pale juu ya bahasha kwamba ni warning orders kwa tarehe kuanzia hii mpaka tarehe hii, unaweka kwenye kabati. Sawa, mkishafikia level 6 kuna somo linaitwa station inspection operation na kina mashu. So, sawa. So, sasa hiyo ni ya operations Yani, unapofundishwa kwa chuoni unakwenda kwa hatua, ulianza labda level 4 ukafunzwa maisha kama ya training guard na TT na karani. Ukiingia level 5 unaanza kuonja train switching kwa sehemu, kuanza kuona harufu ya simasa. Ukimaliza level 5 sasa, unaingia level 6 unahamia package kidogo nyingine, saya juu umasta tayari, level 5 masta wako huko Level 6 huku unaanza kujifunza kuhusu control, kuwa msimamizi wa master wengine, lakini pia kuwa mkaguzi wa master wengine. Ndio hizo mambo ya station inspection operation na commercial na hiyo train na tra tra tra tra tra control. Kwa hiyo tegemea, mwishoni baada ya kuhitimu diploma yako, unaweza ukawa station master, unaweza ukawa goods agent, traffic agent, unaweza ukawa controller, unaweza ukawa traffic inspector Prole staroditia katika maisha yako ya ya sekta ya reli. Asante.